Onyo kali hakuna maandamano, hao wananchi nao wakikupa onyo sipatachimbika, zimesema e, tupeane onyo. Yani wewe mkuu wa mkoa unampaka mafuta rais, eti natoa onyo kali, hakuna cha maandamano, na wananchi nao wakitoa onyo kwako patakalika Kiongozi yoyote nchi yetu ya amani, huwezi kuwatamkia wananchi wetu, unawapa onyo. Onyo ya nini? Nchi yetu ina vurugu? Nawaulizeni, nchi yetu ina vurugu? Nchi yetu alishawahi kuandamana hata siku moja, ili wanaolipabrishi wao maandamano kila kukicha. Mkuu wa mkoa anataka sifa, onyo, onyo, ilimradi ateuliwe tena mkuu wa wilaya, onyo, onyo